Tupige nondo nondo, kweli kweli, na ndio maana baadaye tutakaribisha sasa zile daka zetu mbili mbili, mpera mpera mpera mpera na vinanda vya kutosha makombolera kama kawaida. Nimeshaona, karibu bwana e, e, nani Justice, karibu. Ah, asante asante sana, na Mungu awabariki ninyi nyote ambao mmekuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunaikomboa Tanzania yetu Sama ubarikiwe, libarikiwe tumbo la mzazi aliyekuleta. Ubarikiwe kakaangu Twaha, ubarikiwe dadangu Zawadi, one love, djd c6 na wengine wote nisiwataje kwa majina, kwa uwakilishi tu niseme mbarikiwe. Nani waambie tu, msikatishwe tamaa na tusikatishwe tamaa kwa lugha ya kujijumuisha na mimi basi. Na mimi naomba nijikite kwenye yale ya msingi ambayo nitayafafanua leo. Kwanza nianze na kutoa shule, nataka niwafundishe jeshi la polisi mambo kadhaa yanayohusu sheria wakati ninawafundisha na, na ninyi wengine ndugu zangu ambao tunania kuikomboa hii nchi, mchukue kama sehemu ya haki ya msingi ambayo sio hisani ya mtu bali ni kwa mujibu wa sheria na katiba ambayo tunayo. Nikirejea, wakati napanda hapa, nalimkuta kakaangu Toa Mwaipaya akizungumzia kuhusu habari ya press conference iliyofanywa na msemaji wa polisi, uh, uh, na, uh, ni, kam, ni naibu kamishna wa jeshi la polisi David Misime, ambaye amekuja na views kumi na tatu ambazo wanasema wamekuja na, na, na, na, na, na yale ambayo wameyapata au wameyachunguza kutoka kwenye kile tunachojiandaa nacho kuandamana tarehe tisa. Sitachukua yote kumi na tatu nitachukua mambo kadhaa, ni wapige shule. Naomba ni hii elimu ninayotoa hapa kwa ajili ya polisi na wale vijana wanaolipwa elfu tatu mia mbili hamsini wakitoa kwenye simu wanakata mia saba wanatoa elfu mbili mia nne Chukue ni elimu hii, alafu mbele nitaweka uh, nita mo, motisha nitafafanua. na kuparalyze ni nini, ndugu zangu uh, niwaambie, mmekuwa mkisikia maandamano, lakini jeshi la polisi ambalo linatumika na chama cha Mapinduzi na taasisi nyingine za usalama wa taifa zimekuwa zikitumika kutoa vitisho, kupinga maandamano kwa nguvu kubwa, wakiamini maandamano ni hisani ya rais au wachache kwenye timu ya rais wao ndo wana haki au mamlaka ya kuruhusu maandamano. Naomba mchukue hii elimu. Polisi chukueni elimu hii, nyie mlioko hapa na mtap tap. Msichukue elimu bure hii, mngeipata darasani kwa gharama kubwa, mnapata hapa bure. Niwarejeshe kidogo kwenye sheria <clears throat> ndugu zangu, maandamano maandamano sio ridhaa ya rais, sio ridhaa ya kikundi cha watu fulani bali maandamano ni haki ya msingi ambayo imechanganuliwa katika mambo makuu matatu ambayo yamejikita kwenye sheria. Ah, ziko sheria mbalimbali za ndani na za nje ambazo zinaruhusu maandamano. Ningependa nianze na za nje nije nihusianishe na za ndani ili tupaye tujue kwamba maandamano sio ridhaa ya rais, kwamba tunahitaji hisani ya rais aturuhusu tuweze kuandamana au kibali cha jeshi la polisi kituruhusu kuandamana. Nitafafanua kisheria hapa nitatumia dakika tano tu kufafanua hili, niende kwenye mambo mengine. Naanza na sheria za nje ndugu zangu. Tanzania sio kisiwa, ni nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa tangu miaka hiyo sasa. Kabla hatujapata uhuru, tayari sheria za kulinda uhuru wa watu kutoa maoni, kuandamana zilisha kuwepo uh. Vita ya pili ya dunia ikiwa inaendelea mwaka 1948 na Umoja wa Mataifa ukiwa unaitwa UNO ambao ulianzishwa 1945 ukiwa na miaka mitatu tu, kwa sababu kabla ya hapo, siku za nyuma ilikuwepo League of Nations, LN. Hiyo ikazaliwa 1945 miaka mitatu baadaye, kwa kulinda wigo mpana wa watu kutoa maoni kwenye serikali zao ili kuleta usawa, likaja likatengenezwa tamko linaitwa international, uh, international notice ya mwaka 1948 iliyopewa namba sabini na sita ambayo yenyewe linaitwa ni tamko la kimataifa la haki za binadamu. Tamko hili la mwaka 1948 linazipa masharti nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa kuheshimu haki za msingi za binadamu ikiwa ni pamoja na uhuru wa kuzungumza kwa maana freedom of speech. That is the basic right of speech the right international It is the international basic right. Ni haki ya msingi ya kimataifa. Freedom of speech. Tamko lilitolewa tamko namba 76 la kimataifa la mwaka 1948. Na na likaja tamko lingine, likaja ukaja mkataba mwingine. Nasikika jamaa? Ni maana nishaka naongea kumbe, sisikiki. Nasikika? Unasikika, ndio. Asante. Okay. Uh, ukaja ukaja tamko lingine na sio tamko ukaja mkataba baada ya kuzaliwa Tanganyika mwaka elfu moja mia tisa na sitini na moja tukawa jamhuri mwaka tisini na mbili rasmi tukaanza kusaini mikataba mbalimbali mbali, ili kukidhi matakwa ya kuwa wanachama wa umoja wa Mataifa, na sitini na nne baada ya kuunganika Tanganyika na Zanzibar na kuwa Tanzania mwaka elfu moja mia tisa na sitini na sita tukasaini mkataba wa haki za kisiasa na haki za kiraia, kifupi chake wanaita ICCPR. Naomba nirejee tena hii, hii elimu kwa ajili ya polisi wengine, ichukueni tu, lakini ni mahsusi kwa ajili ya polisi. Mwaka elfu moja mia tisa sitini na sita Tanzania, na sisi tukiwa wanachama wa umoja wa mataifa, tulisaini mkataba wa haki za kisiasa na kiraia mwezi wa saba tarehe ishirini na moja mwaka elfu moja mia tisa sitini na sita Nyerere alisaini kwa niaba ya Watanzania. Kifupi cha huu mkataba unaitwa ICCPR, International Covenant on Civil Right and Political Right, thats the full of ICCPR. Mwaka elfu moja mia tisa na themanini na moja kupitia Umoja wa Afrika kipindi hicho ukiwa unatambulika OAU chini ya Bwana Butros Butros Gali, tulisaini mkataba Tanzania kama mwanachama wa Umoja wa Afrika. Mkataba huo ulikuwa unaitwa Mkataba wa Kiafrika wa Haki za Binadamu na Haki za Watu. Mkataba huo unasisitiza kila nchi mwanachama wa OAU kuwapa nafasi wananchi wake kutoa maoni kwenye mambo yanayohusu utawala na wasihesabiwe kuwa ni wahalifu au wametenda makosa ya jinai. Twende tukarudi nyuma mwaka elfu moja mia tisa na sabini na saba ilipotengenezwa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kipindi hicho kabla hawajafanya marekebisho madogo, ilikuwa kwenye hiba, kwenye ibara ya kumi na moja ikahamishwa kuja ibara ya ishirini miaka ya tisini na Tanzania, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya ishirini ibara ndogo ya kwanza inatoa haki na inaitwa basic right and duties, haki ya msingi na wajibu wa raia. Inatoa haki kwa kila raia wa Tanzania, anayo haki ya kuchangamana na wenzake na kutoa maoni yake hadharani. Sasa hii ni haki ya msingi ya kikatiba L <coughs> lakini katiba hii hii imeweka kulinda katiba ili isiweze kuyumbishwa na mwanasiasa yoyote au sheria nyingine yoyote nje na katiba. Ibara ya sitini na nne ibara ndogo ya tano imesema sheria yoyote, sheria yoyote itakayopingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria hiyo ni batili. Sasa kama sheria tu zimeambiwa zikipingana na katiba ni batili, vipi tamko la Misime? Vipi tamko la Samia ambaye anaweza akafa hata kesho akaiacha katiba ikaendelee kuwepo? Vipi tamko la Wambura? Sasa katika msingi huo, katika msingi huo, nimkumbushe tu bwana Misime, kwanza, tunakanusha kwa nguvu zote mlichokitoa leo kwenye kwenye kwenye press release yenu. Ni tamko la upotoshaji kwa asilimia sabini thelathini tunaacha, kwa sababu ni kweli. Kwenye yale ulioyasema, wako watu ambao tulitarajia leo hii muwe nao mna wahoji, wako uraiani. Mmesema walisema watakaoandamana hawatakubali Wat... <coughs> watawakata vicha, nanyi mmesema lakini cha ajabu wako mtaani kwa kutishia uhai wa watu sawa, tufanye wao wako juu ya sheria. Lakini hichi mlichokisema kwamba sisi twenye live zetu kwenye mitandao ya kijamii kwenye makundi haya tunahamasisha eti watu ambao wanajua kutumia silaha siku ya tarehe tisa tuwaache, ambao wana mafunzo ya kijeshi tuwaache watumie silaha, na unakiri kwamba kwa, kwa matamko hilo kwamba kuna silaha ziko mtaani. Tunakanusha, ni uongo na upotoshaji uzushi wenye nia ovu ya kuendelea kutaka kuwakandamiza Watanzania na kukiuka haki za msingi za kiraia ambazo wamepewa kwa mujibu wa katiba na sio hisani ya Wambura, bosi wako bwana Misime. Mmesema mmegundua kwenye hichi tunacho tunachohamasishana kuhusu tarehe tisa kwamba tumetenga baadhi ya makundi yaende yakavamie ya maduka ya watu Alafu tukisi, tukisingizia kwamba tunaenda kuvamia kwa sababu tuna njaa. Hiyo ni taarifa ya upotoshaji. Kwa sababu hivi sasa hivi hatuibi kwenye hayo maduka tunakula. Mimi ninavyoongea hivi sasa hivi nimeshiba hata kama ni kwa kidogo. Nimeridhika, sijaenda kuvunja duka la mtu. Kwa nini nipange kwenda kuvunja tarehe tisa? Ni taarifa ya upotoshaji na uongo sasa basi. Kwa kuhitimisha kwenye hilo eneo tuwaambie, kuandamana sio hisani ya Samia. Kuandamana sio hisani ya Mkunda. Kuandamana siyo hisani ya Wambura wala Muliro wala Mafwere. Kuandamana ni haki ya msingi kwa mujibu wa katiba, ni haki ya msingi kwa mujibu wa mikataba mbalimbali mbali ambayo Tanzania imesaini kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Kuandamana ni haki ya msingi kama ilivyotamkwa kwenye Tamko la Haki za Binadamu namba sabini na sita la mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane. Shule ya eneo hilo itoshe, na ndugu zangu wa Tanzania niwaambie tena hatuandamani kwa sababu tunataka kwenda tunataka, tunataka kumwibia mtu. Tunaandamana kama sehemu ya kile kilichoelezwa na katiba, kwa sababu lengo la maandamano siku zote duniani yana malengo mawili tu, mawili tu. Moja kati ya haya mawili huchukuliwa aidha kupinga au kuunga mkono. Nchi hii maandamano ambayo wamekuwa wakiyakubali ni yale ya kumuunga mkono Samia yanayofanywa na, na vijana wa VCCM na makundi ya machawa ambayo yanafanyika kila mwaka na yanafanyika bila hata kutoa taarifa polisi. Sisi tunatoa taarifa kupitia mitandao ya kijamii ambayo wana access ya kusikia ndio maana wanakuja na hizo views wanazosema wamesikia. Tunasikiaga tu kesho mnasikia. Tunaandamana kumpongeza Mama Samia. Kuna vikundi sio ya WVCCM, hao wanayo haki. Lakini wanasahau upande wa pili kwenye maandamano pia. Kuna wakati watu wanaandamana kupinga jambo fulani ambalo aidha liko kinyume na sheria au watu walio wengi hawakubaliani nalo. Ndo maana ya maandamano. Hii shule chukueni polisi na kama wako mbali, kuna jirani yako polisi, kesho mrekodie, mwambie bwana, kuna mwanasheria mmoja alisema iko hivi na hivi, waje wapinge hapa. Tuje tusiku moja tumpandishe polisi mmoja hapa, tumchabange kisheria, aje tubishane kwa hoja za kisheria, na sio kuja na nguvu nguvu. Tunajua hamna polisi, mnakula tu chipsi, vitambi vya ovyo ovyo. Tunawastahi kwa sababu mna silaha. Tunaheshimu hilo vazi kwa sababu linapatikana kwa kodi za walipo kwa fedha za walipa kodi wa Tanzania. Msijione mnahisi kwamba kwa kwa mna ubavu, tunaishi na ninyi huku. Mnatembea na wake za watu tunawaona. Kwa kuna wakati tunawastahi kwa sababu ya ustaarabu. Wengine ni ndugu zetu tunawajua. Tukisema tukaenda huko mnakotaka inawezekana nchi sio salama. hatutarajii sisi kuona nchi yetu haiko salama, kwa sababu na sisi tuna watoto, wengine ni watoto bado. tunatamani kuiona Tanzania iliyo njema, lakini sio chini ya mikono ya walaghai kama ambavyo iko sasa hivi. Watu ambao hawana huruma na maisha ya watu watu wanakufa, unasimama uliyejivika mamlaka, unasema we ni rais, unasema kile ndo kilikuwa kipimo sahihi cha kukabiliana na nguvu ya maandamano, like, serious. Alafu unataka upigiwe makofi, anafanya mm, anavimba mashavu mm, eh. Hoja yangu ya pili imejikita kwenye elimu ya kuhusiana na kuparalyze. Nimesikia pia kwenye hoja ya misima anasema, wanasema wataenda kuzuia watu wengine wasifanye shughuli zao, akinukuu kuparalyze. Sasa naomba nitoe ufafanuzi wa kina hapa kwenye neno kuparalyze. Kuparalyze, maana yake, ni, ni, ni kwa Kiswahili chake ni kupooza. Sasa sisi hili neno vijana wa kizazi hiki cha zedi tumetumia kuparalyze tukiwa tuna maana hii, maana ya kuparalyze ni kupooza au kiharusi ni ugonjwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwa, kwa muktadha wa afya. Sasa kwenye siku zote kwenye mazungumzo sisi wataalamu wa lugha, jamani hamna mwanasheria asiyesoma lugha. Uwezi yani uwezi kwenda kusoma sheria ujafaulu Kiswahili na Kiingereza kwao. Ninafahamu ninachokizungumza katika misingi ya lugha ambayo tunaita kiisimu, au sayansi ya lugha. Neno kuparalyze au kupooza tunatumia kama nahau huku ikija inatumika kama rejista ambayo maana halisi ni kupooza ugonjwa kwa muktadha wa afya, lakini katika huku tunaitumia tu kama rejista ya eneo yenye maana ya msimu. Tunamaanisha nini sasa ku paralyze? Yes, maana it. yake. Hey, kidogo, kuna taarifa hapo chini jamani. Huyo huyo abiri wa maboksi, huyo abiri mnaoona ni sio abiri. Huyo huyo ni abiri wa maboksi, mkataeni. Tuendelee ndelkosama okay. Nimeisha mbloku, nimembloku, nimembloku. Tuendelee, nimepiga nyundo, cheki <laughs> eh, anyway, ni na kima wanatapata hapa tu, wanahangaika. Anyway, naomba nirejee kwenye kile nilichokuwa ninakisema hapa sasa. Maana ya ku, -ku -paralyze katika muktadha wa hichi tunachokiongelea na ta kuelekea tarehe tisa ni kile ambacho mfano wake umeanza kuonyeshwa na Jumuiya ya Ulaya kupitia Bunge la Ulaya, EU, kwa maana serikali imeshindwa kuwa sikivu kwa wananchi wake, ambayo mamlaka yanatoka kwa hawa wananchi. Zimejaribu kutumika njia za kidiplomasia, hazijafanya kazi kwa sababu ya viburi wanavyovipata kutoka kwa fedha za walipakodi Kuparalyze maana yake nyingine ni kama kuboikoti. Sasa kuboikoti mara nyingi ni kutokumuunga kutokununua bidhaa, si kufanya nini? Sasa sisi tunaenda kwa mtindo huu kwamba mnapeleka taarifa kwa watu ambao wanawapa misaada na mikopo, lakini pili pili mnaweka mtanzuko katika maeneo muhimu ambayo yanaongeza kiburi kwa serikali, kwa sababu serikali ili iweze kufanya kazi serikali ili iweze kuendeshwa lazima iwe na fedha, iwe na miundombinu wezeshi ya kuweza kuendelea. Fedha kutoka kwa walipakodi au kutoka kwenye misaada mbalimbali inayoipata mbali na mikopo. Sasa sisi tulianza kwa kuandika barua na, nasema sisi kwa lugha ya pamoja kwa sababu hizo barua zilizoandikwa na kina Habil, tulifanya kwa maana ya sehemu yetu sisi, tunaandika barua kwa wale ambao wanatoa mikopo na misaada ili sasa watakapotolea majibu ya kusitisha kile ambacho tumeomba kwamba jumuiya mfano, natolea mfano jumuiya ya Ulaya, msiwape hela Tanzania kwa sababu mkiwapa zinatumika, zina, zina katika njia hizi tatu. Ya kwanza wanana, wananunua silaha kwa ajili ya kuua Watanzania ambao hawana hatia. Pili, fedha hizo mkiwapa haziendi kwenye miradi husika, zinaenda kwenye matumbo ya watu wachache, na wenyewe wanasikiliza wanasema ah, hatuwaletei maana yake zile fedha ambazo zilikuwa zije, zikikosekana miradi haitafanyika. Huo ndo maana ya kuparalaizi. Hiyo ndo maana ya kuparalizi. Tumepeleka taarifa kwa mashirika mbalimbali, yanakata mahusiano ya kidiplomasia. Tanzania sio kisiwa. Yakisha kata mahusiano ya kidiplomasia mlikuwa, Watanzania mnaweza kwenda sehemu fulani, hamwezi kwenda. Kuna shughuli zinatatizika, kuna viongozi wa serikali wangeenda huko kupata ujuzi kufanya nini, hawawezi kwenda. Maana yake kile ambacho kingeenda kupatikana kule hakipatikani tena, hiyo ndo maana ya kuparalyze. Hivi sasa unasikika? Unasikia, unasikika, ya. Mama, She, okay. Hiyo ndo maana ya kuparalyze kuna fedha ambazo tukilipa kodi, nyinyi polisi mnakuja kutuonea huku mtaani. Polisi ndio mmekuwa wabakaji, polisi ndio mmekuwa washenzi, washenzi, badala kulinda raia na mali zao, ndio mmekuwa wezi. Mmeenda kwenye kanisa la Gwaji, mmevunja pale ie kwamba tunakusudia kwenda kutatiza Watanzania wasifanye shughuli zao. Huo ni urongo na unafiki ndo unaanza kwa sasa niki, niki, niki, kwa mifano hiyo inawezekana nimeshindwa kwenda moja kwa moja kwenye fasili. Sisi nilifasili neno ku paralyze, lakini nimejaribu kutolea mifano ili mwenye akili timamu aelewe tunaposema ku paraongea mpaka vumbi linatimuka kwenye skrini yangu. Nasema maskini ya Mungu hawa jamani, kutoka kwenye kujadili mambo ya kuchambana na kuvaa vijora mpaka kujadili mambo ya ku paralyze, wanaelewa nini? Mimi ndo mtoto wa pili wa Samia, na mimi na msikini nilienda pale nikakaa madakika tano, ila nikajikuta nimejaa hasira, nimetoka wapelekeni elimu hii. Tunaposema kuparalyze, maana yake nini? Kuparalyze, sisi hatuende kwenye duka la mtu kwenda kuvunja, sasa tuchukue, ndo tunasema tumeparalyze? No, ni mfano huu ambao nimetoka kuutoa, hiyo ndio maana halisi ya kuparalyze. Naomba nimalizie kwa dakika mbili kwenye muda wangu ambao nilikuwa nimepewa. Narejea sasa kwenye hoja za msingi, kwa sababu nimeanzia kwenye kuwaambia mambo ya sheria, mambo ya nini, mambo ya nini. Niongezee tu hapa, wameongea ndugu zangu wengi sana <coughs> kuhusiana na mambo mengi katika nchi hii wengine wameongelea kuhusiana na sisi wa Tanzania hatukupaswa kuwa hivi, tuna rasilimali za kutosha. Naomba kusiment kwa maana ya kujazilizia na kuweka ujazo, ili tujipime tunafaa kubaki ndani au tutoke kwenda tukalikomboe hili taifa. Niwaambie hawa watu, kwa hayo niliyotoka kuyasema hapa, wamesha tuibia sana rasilimali hizi, wamefanya hii nchi kuwa ya kifalme, kama alivyosema dada Juno kwamba hii nchi imekuwa kama royal family eh, royal family country kwamba it's just like a monarch government. This is not a monarch government. Hii sio serikali ya kifalme, hii ni serikali ya kidemokrasia ambayo ipo kwenye katiba ambayo of course sema tunaona haya kwa sababu alishaita katiba ni kakijitabu tu. Na kingine lazima watu waelewe, tunamsema sasa hivi Samia kama kielelezo kwenye hili, lakini CCM ndio uozo wa haya yote, Samia akiwemo, kwa sababu Samia ndo anajitokeza mbele kama picha nyuma yake wako wengine wengi ambao sababu ya haya yote ambayo tunalalamikia leo. Leo wanakuja na propaganda za kuwaambia vijana wenye degree wamemaliza, wameamua kufanya kazi ya bodaboda, wanawaita maafisa usafirishaji kwenye kipindi ambacho wanataka kuwatumia kwa ajili ya kuwa, kuwafanya kuwa machao. Afisa, afisa, afisa. Do you know the meaning of officer? Like serious? Afisa, usafirishaji bodaboda boda. Sidharau hiyo kazi kwa sababu na watu mnasomesha watoto mnalisha, inawezekana pia mna maisha mazuri kuliko ya kwangu labda, labda, tuashumu hivyo. Lakini kwa nini mwanze kupambwa hivyo na nyinyi mnaridhika tu? Kazi ambayo nitafutie sasa hivi hata naibu waziri tu wa makorokocho ambaye mtoto wake basi mtoto wa binamu yake ni bodaboda, nitafutieni mniletee hapa mmoja hapa, mi kesho niwape laki asubuhi tu, mkanywe chai uniambie, bwana huyu mtoto wa waziri fulani hapa anafanya kazi ya bodaboda sehemu fulani ili tuone ni kazi ya maana. Kwanini mnapoambiwa hicho ni siasa, ni cha maana alafu hawataka kutuonyesha kwenye siasa zikawa za fairness, tukafanya sasa wote siasa. Msione wale wanasiasa wako pale juu, sisi. Kuna watu wana challenge kwenye magalio chale, kweli, kweli. Mtu ka, anachanja chale na shoka ili tu awe mbunge chale na shoka ya kalio awe mbunge, unachukulia maziara. Lakini ndo watu hao wakija wanatubagaza huku, tunarubuniwa rubuniwa, vijana mnapewa shilingi elfu tatu tatu, mnaona jamani? Ifike mwisho. Hatusemi kwamba tunataka serikali inayowapelekea watu majumbani hela, no. tunataka serikali itakayorahisisha miundombinu uwezeshi kwa wananchi wake, ili basi maisha au mahitaji ya msingi yapatikane yaani ifike sehemu nio nami na uwezo wa kula milo mitatu ha. Sisi hatusemi ifanane anavyokula moo na mi nile hivyo hivyo, hapana, ila dhana ya kwamba mwili umepata chakula iwe ya uhakika kwa kila Mtanzania. Sio serikali ipeleke chakula, no, iweke mazingira wezeshi. Tunajua chakula kinalimwa shambani, wakulima wawezeshwe, kama alivyokuwa amefafanua mdogo mdo wangu Tanzania pembejeo za kilimo wapewe, dhana za kilimo zitolewe kwa mikopo, ruzuku iende kwenye pembejeo za kilimo masoko yatafutwe, wakulima wakiuza mazao yao yapelekwe wakao na wakao kupata masoko. Hivyo ndio sehemu ya kutengeneza ajira kwa wingi, viwanda vitengenezwe kwa ajili ya kuchakata mazao yanayotoka mashambani. Maana yake tu tuna uwezo wa kuexport bidhaa, we have to export goods and not raw materials. Sometimes hata raw materials, angalia sasa hivi, nilikuwa naeleza jana, narudia kwa mara ya mwisho, nimalize ili toa nafasi kwa wengine mfumo wa stakabadhi galani umekuja kuwanyonya wakulima na kuwafanya maskini vibaya mno. Wamekuja madalali ambao wana ukaribu na wanasiasa ambao wamejivika koti la uongozi, wanawanyonya wakulima. Inawezekana watoto mmezaliwa Dar es Salaam, hamjui kama kuna ndugu zenu huko wanalima dengu huko mikoani. Dengu inauzwa kilo shilingi elfu moja na mia moja. Miaka mitatu iliyopita dengu ilikuwa shilingi elfu tatu. Yaani miaka inavyozidi kwenda inashuka, wakati thamani ya hela inashuka na mazao yao yanashuka malaivu unaona, wamefanikisha kwa mfano, kwa mfano kuishusha ku, ku, ku, hiyo ya, ya, ya mange. Ni pesa zinatoka nyingi kumshusha abiri pale, inatumikaga dola laki moja kwa sababu, kwa mfano ukiwa na followers wengi ile kampuni inaingiza pesa hiyo, TikTok. Sasa ili wakutoe inabidi mpaka wacheze kabisa na kampuni wanaingiza kabisa na, kwa mfano kama mimi imefikia stage, wameingiza kabisa namba kwenye kampuni, kwa sababu nilikuwa nikikaa hapa chini, hata sijafanya chochote, unasikia permanent ban, unasikia account inaandika hivyo, zimeandika hivyo kama saba jana. Kwa sababu ndio maana nilikuwa naona nangangania nipande, nikipanda juu kidogo napata kaulinzi, lakini chini wananipiga vizuri, umeona? kwa hiyo ndio kama hivyo. Eh, mimi si, si, sina muda labda nitawaacha kwa sababu kesho nabidi na niingie ni, ni job ni, ni, anko, ni sama. Ta... Anko, sama. Anko, sama. Anko, sama. Anko, sama. Jambo moja la msingi, dakika tatu tu naomba dakika tatu. Okay, karibu Mpambanaji, hakuna kuchoka. Hautoki kwa kuwa upo live, hautoki kwa sababu umepata nafasi ya kuongea live. Inawezekana umekosa nafasi ya kuongea ila, isikuzuie umepanga, kutoka ni kutoka kwenda kuikomboa nchi, na nchi inaanza na mtu mmoja, wewe na familia yako ya baadaye umekuwa block, inawezekana kuna kitu likiongea ukawa block. Usikate tamaa, mpambanaji, ni kutoka bila kukata tamaa, kwa namna yote ile. Inawezekana account yako imekuwa block, imefungwa, ni kutoka. Wakizima account zote tunatoka, wakifunga TikTok tunatoka, wakizuia daladala tunatembea, wakizuia kutembea, tutatambaa. Piga zoezi lako la mwili, hakikisha kwamba umeweka misuli vizuri kujiandaa, maana hatuendi kwenda kukaa, tunasimama. Ukisimama unainuka, unatembea kushoto, kulia. Ukitoka UN unaenda bandari, ukitoka bandari unaenda huko, unatembea, usimami peke yake. Piga zoezi paka, weka misuli yako ya mwili. Juzi kuna mtu mmoja nimemsikia barabarani, mtu anauliza wazungu, who are you, anauliza wazungu, who are you. Nikaamua kwamba nikae pembeni, naanze kuandika kitu kinaitwa who are you, na kwa izini yako, dakika mbili tu, who are you Toto, Toto, tunaanza kama hiyo, tupe likapera tupe likapera. Who are you? Who are you unatuteka, who are you unatuua, who are you unatuteka, who are you unatuua, we ni nani utake tuseme, wewe ni nani utake tuseme. Who are you? Who are you unatuteka, who are you, wapambanaji hatuchoki tuipate haki, mwaka huo wachomoki, hatuogope nguo za kaki. We bichula, umeiba kula, hata kuwa gogo. Sikia sauti za wabongo kwenye mabango. Tunataka haki, haki ya kuishi. Tunataka haki, haki ya kusema. Tunataka haki, haki ya kuchagua. Serikali batili hatutaki, viongozi batili hatutaki. Hata mkija kwa ukatili, tunawamaliza kwa kweli.